Nambari 35 ambapo vijana katika kaunti ya Kericho wamemtaka waziri wa maswala ya vijana Salim Mvurya kuratibu na kuhakikisha mipango ya uchaguzi wa viongozi wa vijana. Akizungumza katika mji wa Kericho, rais wa kundi hilo la vijana la Kericho Elkana Mutai anasema awali uchaguzi huo ulikuwa umeratibiwa kufanyika tarehe 17 mwezi wa Februari, lakini haukufanyika.

Sisi kama vijana tunastahili kuwakilishwa, na hadi wa sasa hakuna kitu ambacho kinaendelea. Tunaomba rais, iwapo wale ambao walichagulia katika kiti hicho hawatashughulikia kile kile ambacho kinastahili, tunaomba kwamba sisi kama vijana wa Kericho County tunachukua hatamu ya uongozi hadi siku ambapo watawakilisha kutoa ratiba ya kwamba tunaenda kufanya uongozi.